Jumatano tarehe moja mwezi Oktoba mwaka 2025. Ni matumaini yangu buheri wa afya popote pale ulipo na karibu kwenye taswira ya Runinga Alshifa. Mimi naitwa Paris Reba. Kumbuka unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook ikiwa ni Alshifa Digital Kenya, YouTube ni Alshifa Television Kenya, Instagram, TikTok na X ikiwa ni Alshifa Media Kenya. Karibu. Na tukianza na taarifa ni kwamba wakazi wa wadi ya Kasemeni eneo bunge la Kinango walioathirika na mradi wa bwawa la Mwache wameandamana kushinikiza usimamizi wa mradi huo kutekeleza matakwa yao waliokubaliana. Wakazi hao wamelalamikia mazingira duni ya utendaji kazi ikiwemo kufutwa kiholela, kucheleweshwa kulipwa pesa za mashamba na hata ubinafsi wa kuajiri. Mwanahabari wetu Hanifa Yusuf na taarifa kamili na watoe pesa. mm -hmm. Tumechoka. yes. Kwa... wakazi wa Kasemeni eneo bunge la Kinango kaunti ya Kwale walioathirika na mradi wa bwawa la Mwache wameandamana kushinikiza wasimamizi wa mradi huo kutekeleza matakwa yao waliokubaliana wakati wa mkutano wa awali. yes, yes. Sasa tumesubiri tumesubiri tumesubiri. mm -hmm. pesa zinapatika, uwezi toka namba 1 ukaenda namba 4 Kuna ile awamu ya kwanza ya pili ya tatu. mm -hmm. Sasa watu wanaruka hapa, unasikia pesa zimelipwa bofu Nunguni, Madewani, Mwache bado haijalipwa, na Mwache ndio kunafanyika kazi ya kware pale. Hiyo ndio shida. okay, okay. Sasa... wakazi hao wamelalamikia mazingira duni ya utendaji kazi, ikiwemo kufuta kiholela, kucheleweshwa kulipwa pesa za mashamba na hata ubinafsi wa kiajira, wakiapa kusitisha kazi hadi matakwa yao yashughulikiwe. Uri pesa ya kila mtu World Bank, hakuna mtu anadai tena, ni kwenye, kuna mtu anadai tena ni kwa mkutano. na hii mwezi wa nane mtapata pesa zenu. yes, yes. Sasa meenda mwezi wa nane imeruka tena. Ndio nakuelezea vizuri pesa za mashamba kila kitu memea watoe pesa wote na frontman, watoe pesa hata, hatukulaumu sisi yeah. Bwana DC hatukulaumu kabisa yes. Lakini wote na frontman watutole. Kama pesa imetoka inamaanisha awadi zote zimetoka. Sasa zinatolewa kidogo kidogo, si kama ni ukate ndio lipwe ama ni vipi? Kwa upande wake mwenyekiti wa mradi huo Jackson Dzeha amewahakikishia wakaazi hao kuwa pesa yao ya mashamba iko tayari, hivyo wawape muda ili zoezi la ugavi wa pesa hizo lifanywe mara moja. Kuhusu compensation mimi nime confirm pesa imeingia, ni sawa. Mimi nime confirm mwenye pesa imeingia, mimi mmenisikia? Lakini simnajua, mimi siwezi danganywa, si ndio? Simnajua, siwezi danganywa. Mimi nime confirm pesa imeingia. Nataka tushike hili moja, pesa imeingia, ni sawa. Kuhusu mambo mengine ya graves imeingia kwa account, mimi nisinge confirm tauta tauta nisinge take responsibility sawa. Damn. Kama nisinge confirm nisinge take nini responsibility, so nimeconfirm pesa imeingia, umeelewana? mm-hmm. So chenye tunataka, nataka, nataka DCC atuelezee imeingia, na kutaendaje kwa k sija zini gani? Okay, okay. Mpaka tupate pesa zetu ni sawa. Okay, okay. Lakini pesa mimi, ne, mimi confirm imeingia. Inaingia. Naibu kamishina wa gatuzi la Samburu Patrick Kilonzo Ngoro amewarai wenyeji hao kuwa wavumilivu kwa mwezi mmoja, kila mwathiriwa atakuwa amepokea pesa yake, akiwaomba kutofungia kazi wengine. Uh, mkubwa amesema hapa kuna process lazima ifuatiliwe katika serikali. Venye pesa imeingia pale eh, lazima pesa waone vipi watatransfer. Kuna mikakati hapo watafuata, watransfer NLC. NLC wakisha transferiwa ndo wajiorganize wale mabwana wakuje, okay, wakae hapa uh, watu wenye wamebaki wame so far ni around 800 pups katika hiyo area. 800 pups, eh? around that mm. Na unajua hiyo uwezi kuja hata upe awards siku moja siku moja, si ndio? In short venye mkubwa amesema hiyo 1.5 billion, wacha tuombe ifike NLC. Ikifika hii mambo yenu ya compensation yote ishaisha isha. Nikiripoti ya runinga ya Al Shifa, mimi ni Hanifa Yusuf. Na serikali ya kaunti ya Mombasa kupitia idara ya ardhi imeanza rasmi mchakato wa kugawa hatimiliki za ardhi kwa wakazi wa Wayani katika wadi ya Shanzu. Hatua hii inalenga kuhakikisha wananchi wanapata usalama wa umiliki wa ardhi, suala ambalo limekuwa changamoto kwa muda mrefu. Jumla ya hatimiliki 315 zilizotolewa, hatua ambayo inatarajiwa kuwanufaisha zaidi ya watu 1200. Mwanaisha Muhammad na taarifa kamili. Nashukuru kwa leo kupata mkutano huu wa Wayani, kulingana na kuwa tutapata toto lidi zetu, tashukuru sana. Serikali ya kaunti ya Mombasa kupitia idara ya ardhi imeanza rasmi mchakato wa kugawa hati miliki za ardhi kwa wakazi wa Wayani katika wadi ya Shanzu. Hatua hii inalenga kuhakikisha wananchi wanapata usalama wa umiliki wa ardhi swala ambalo limekuwa changamoto kwa muda mrefu. Waziri wa ardhi Mombasa County. Afula, leo tumekuja kwa wakazi wa Shanzwa wa yani ambao walikuwa wakikaa kama maskota kwa zaidi ya miaka 30 toka 1995 lakini leo serikali ya kaunti ya Mombasa ikiongezwa na Abdu Sama Sharifas umehakikisha Mombasa uskota utaishi. Tumekuja hapa kuwaonyesha ile ramani na vipi plot zao zitakuwa, kwa sababu katika scheme kama hii lazima kuwe na barabara, kuwe na mahali ambako watoto wataweza kucheza, kuwe na mashule. So leo tumekuja hapa kwa hilo zoezi ambalo lilikuwa ni donda sugu kwa miaka mingi, lakini serikali imehakikisha imelipeleka haraka iwezekanavyo, na kwa takriban pengine wiki mbili tatu watu wataweza kupata hati miliki zao. Jumla ya hatimiliki miliki 315 zinatolewa na hatua hiyo inatarajiwa kunufaisha zaidi ya watu elfu moja na mia mbili. Shughuli ya leo ilikuwa ni uhakiki wa mpango wa matumizi ya ardhi au PDP, kabla ya kukabidhi hati miliki hizo rasmi. Leo tumekuwa na validation of of the the the PDP which is the part development plan of the plot that is supposed to hii plot ambayo inafaa kuweza kuhakikisha watu 313 wamepata hati miliki Uh, kwa hivyo uh, process kama hii inahusika na county government ya Mombasa. Sisi ndio tutakaofanya usorovea na planning na kutoka hapa tutaweza kuhakikisha serikali kuu imeweza kutusaidia katika uh, hiyo nafasi ya planning, uh, ya kutoa titles, sorry. Lakini tukiangalia chini ya miezi mitatu tutakuwa tumeweza kutoa titles katika sehemu hizi tukianza na Shanzu yani. Wakazi wanasema ugawaji huu ni afueni kubwa baada ya miaka mingi ya kuishi kama maskuota bila hakikisho la umiliki. Kwa hivyo ukiangalia kama hili eneo la pwani, si Mombasa peke yake, hili suala la skuota ni swala ambalo limetusumbua kwa miaka mingi sana. Na wanasema safari huanza na ile uh, step ya kwanza kwa hivyo sisi tunasema tuko step ya pili na bado hii safari tunaendelea nayo. Kama serikali ya kaunti ya Mombasa, tumeweza kuanza mi, uh, a process kama hizi kule Changamwe, tumeweza kufika Chaani ambapo pia tumeweza kutoa title na upande wa Majaoni ambao pia bado ni uh, ward ya Bamburi tutaweza kutoa title na tutaweza kufika upande wa Likoni na zile sub county zingine hapa. Hivi tuna changamoto moja mambo na title deed lakini tunashukuru, mheshimiwa wetu waziri wa lansa Amado amekuja, tunajua sasa sahizi tutakuwa sawa. Na gavana wetu Abdulswamad Sharif Nasir pia ako sawa, tunamshukuru yeye kwa kutumana waziri akuja hapa atuhakikishie kuwa tutapata tutapata kila mmoja atapata title deed. Tunashukuru sana mheshimiwa waziri wa lansa, tunamshukuru sana manake ni kijana mdogo anajituma Serikali ya kaunti imethibitisha kwamba maeneo yanayofuata katika mchakato huu ni Bamburi, Likoni na Changamwe baada ya kufanikisha zoezi kama hili kwa wakazi wa Chaani na Miritini. Saa hii orle siku ya leo ametuma waziri wa land, ametuma physical, eh, planner, directors, ametuma watu wa surveyors ili waje ili tupate title deed. Tumeshukuru sana sana Nasir, eh, kwa kutoka eh, eh, ili tupate May God bless him with his team and watu wote wa County Government. Mpango huu unalenga kutoa zaidi ya hati miliki elfu thelathini ifikapo mwaka wa 2027 katika juhudi za kumaliza tatizo la wakazi wa mabanda na migogoro ya ardhi katika kaunti ya Mombasa. Mstahiki, um, gavana ameweka target yake ya kutoa zaidi ya uh, hati miliki mlii uh, elfu... 30,000 ikifikishia miaka yake uh, mitano katika serikali. Kwa hivyo sisi tunasema kuwa hatuwezi kutatua haya masuala yote kwa huu muda mchache tulionao. Lakini tumeweka target ya hizo hati miliki 30,000 by 2027 na Mungu akitujalia, tunaamini tutaweza kufikisha ama kupitisha hii target yetu. Hatimiliki hizi zinatazamwa kama njia ya kuondoa hofu na migogoro ya ardhi katika kaunti ya Mombasa, na wakati huo huo kuweka misingi ya uwekezaji endelevu. Lakini tunashukuru county government ya Mombasa imechukua hilo jukumu na wametuhakikishia kabla ya Disemba tunaweza pata hizo, hizo vibali. Kwa hivyo tunashukuru county government ya Mombasa na iendelee hivyo hivyo, sio shansu wayani peke yake, iende maeneo mengine wala wajapata pia wapate nikiripotia runinga ya Alshifa kutoka kaunti ya Mombasa. Mimi ni Mwanaisha Mohamed na tuelekee katika kaunti sufuri sufuri tatu ambapo raia mmoja wa Uswizi amefikishwa katika mahakama ya Kwale akikabiliwa na tuhuma za kuiba vipepeo vya upepo maarufu kama kites wenye thamani ya mamilioni ya pesa. mshukiwa huyo alikamatwa mjini Mtwapa na kupelekwa kotini jana. Mshtakiwa anafahamika kama Peter Rolf Fluri, alishtakiwa kwa kosa la wizi kinyume na kifungu cha 268 cha sheria ya kanuni ya adhabu. Kwa mjibu wa mashtaka, mnamo tarehe 18 Julai 2025 katika eneo la Diani, kaunti ndogo ya Msambweni, kaunti ya Kwale, Fluri alidaiwa kuiba vipepeo vya upepo vyenye thamani ya zaidi ya euro 95 sawa na shilingi milioni 1.1 Mali hiyo ilidaiwa kuwa ya Patrick Jang. Mshtakiwa alikana mashtaka na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi laki tano au kwa dhamana ya pesa taslim shilingi laki mbili na hamsini, akiwa na wadhamini wawili. Kesi hiyo itatajwa tena tarehe kumi na nne Oktoba mwaka huu kwa ajili ya maandalizi ya usikilizwaji.

And the ministry na wadau wa usalama katika eneo la Timbwani Likoni Mombasa leo wamefanya kikao na viongozi wa bodaboda boda kutekeleza msamaha uliopewa na Rais William Ruto miezi michache iliyopita. Katika kikao hicho maafisa wa polisi, wazee wa kijiji, viongozi wa bodaboda na wanajumuiya ya community policing walijadiliana namna kuimarisha ushirikiano katika kudhibiti uhalifu. Kikao hiki kinajiri wiki chache baada ya Rais William Ruto kutangaza msamaha kwa waendeshaji bodaboda, tangazo lililofuata baada ya bunge kusisitiza kuwa mswada wa kudhibiti usafiri wa pikipiki za umma wa mwaka 2025 utaendelea kushughulikiwa. Mswada huo ulioadhiminiwa na Seneta wa Kakamega Boni Halwale unapendekezwa kuanzishwa kwa bodi ya usafiri na usalama wa pikipiki katika kaunti zote itakayosimamia usajili, mafunzo na shughuli za bodaboda. Ikiwa utapitishwa, kila bodaboda atahitajika boda, kujiunga na sako na kupitia mafunzo maalum. Aidha, faini kali zitakuwa sehemu ya sheria ikiwemo shilingi elfu ishirini kwa wale watakaokamatwa wakipitwa kwenye barabara za watu kutembea kwa miguu na hadi shilingi laki moja au kifungo cha mwaka mmoja kwa wale watakaopatikana wakishirikiana kujeruhi mtu. Bunge limetangaza kuwa litafanya vikao vya ushirikishwaji wa umma ili kuhakikisha wadau wote wa bodaboda wanaipitia boda kwa kina na kupendekeza marekebisho na mtazamaji, tuchukue pumziko fupi, kisha turejee na habari za kimataifa. Usiende mbali. Na katika habari za kimataifa ni kwamba chama cha rais wa zamani wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila kimepinga vikali hukumu ya kifo iliyotolewa dhidi yake kikisema kuwa ni hatua yenye malengo ya kisiasa. Kupitia taarifa yake, Chama cha People's Party for Reconstruction and Democracy, PPRD kimeeleza kuwa uamuzi huo umechochewa na nia ya kumchafua Kabila kisiasa na kuondoa ushawishi wake katika siasa za taifa hilo. PPRD kimesisitiza kuwa hukumu hiyo haikufuata misingi ya haki na sheria na badala yake imeendeshwa kwa upendeleo wa kisiasa. Chama hicho kimeonya kuwa matukio ya aina hii yanadhoofisha misingi ya demokrasia yanaweza kuchochea mivutano zaidi nchini DRC ambayo tayari inakabiliwa na changamoto kubwa za usalama na kisiasa. Aidha, chama hicho kimewataka wananchi wa Kongo na jumuiya ya kimataifa kutambua kuwa kesi hiyo imejaa dosari na inalenga kumtenga kabila kwenye ulingo wa kisiasa. Wameeleza kuwa kabila bado ana mchango muhimu wa taifa na hukumu hiyo haipaswi kutumika kama kisingizio cha kuendeleza siasa za chuki na ukandamizaji. Na michezoni ni kwamba mpira wa miguu nchini umeandika sura mpya baada ya mzozo wa muda mrefu wa kisheria kuhitimishwa. Klabu ya Gucha Stars sasa imethibitishwa kupanda daraja na kushiriki ligi ya taifa daraja la kwanza maarufu kama National Super League. Gucha Stars imepanda rasmi daraja baada ya uamuzi wa shirikisho la soka la Kenya kufuatia agizo la mahakama ya usuluhishi wa michezo. Hii ni hatua iliyokuja baada ya miezi kadhaa ya mvutano wa kisheria kihusisha klabu hiyo na vyama vingine. Wakati huo huo, klabu za Bombani Stars na So United zitamenyana katika mchujo maalum ambapo mshindi ataungana na Gucha Stars kupanda daraja. Mechi hiyo ya mchujo inatarajiwa kuwa na ushindani mkali, kwani timu zote mbili zimekuwa zikilenga nafasi ya kucheza katika ligi ya pili kwa ukubwa nchini. Mpira wa miguu katika ngazi ya taifa sasa unazidi kupata msisimko huku macho ya mashabiki yakielezwa kwenye Gucha Stars na mshindi wa mchujo kati ya Bumbani Stars na Soy United. Hata hivyo, idara ya ligi na mashindano ya shirikisho la soka la Kenya FKF imepanga kufungua dirisha dogo la usajili ili kuipa Gucha Stars nafasi ya kuimarisha kikosi chake kabla ya kuanzisha kampeni yake ya ligi ya taifa daraja la kwanza NSL. Hatua hii inafuatia makubaliano yaliyowasilishwa na timu ya kisheria ya shirikisho hilo la mbele la mahakama ya usuluhishi wa michezo yani Sports Dispute Tribunal SDT, hatua itakayowezesha klabu hiyo kufanya usajili mpya kabla ya kurejea kwa mechi za ligi. Na ugaibuni ni kwamba kuna wasiwasi wasi katika kambi ya Manchester United kwamba huenda mkufunzi wa klabu hiyo Ruben Amorim akajiuzulu kulingana na bibi ya mreno huyo tangu alipochukua mikoba ya kukitia makali kikosi cha Red Devils amekubaliwa halali kutokana na hali ilivyo. Hapo awali ilibainika kwamba mmiliki mwenza wa timu hiyo Jim Ratcliffe yuko tayari kumpa muda zaidi kocha huyo licha ya matokeo mabovu ambayo amekuwa akishuhudiwa tangu Amorim achukue wadfa wa kuinua timu hiyo. Aston Villa na Manchester City wamejiunga na Man United pamoja na Tottenham kwenye harakati za kumnasa winga wa Bournemouth Anton Semenyo. Hata hivyo, Bournemouth, wamesisitiza hawatamuuza nyota huyo wa kimataifa wa Ghana mwenye umri wa miaka 25. Klabu ya Barcelona kupitia kwa mkurugenzi wake wa michezo Deco amemtaja mshambulizi wa Atletico Madrid Julian Alvarez kama lengo lake kuu la dirisha la usajili la majira ya joto na mwaka 2026. Hata hivyo Barca haipo tayari kulipa zaidi ya euro milioni mia moja kwa nyota huyo wa Argentina, wakiwa na matumaini kwamba nyota huyo ana hamu kubwa ya kujiunga na miamba hao wa La Liga. Manchester United wanajiandaa kutoa ofa ya euro milioni 80 kwa Real Madrid ili kumsajili kiungo wa Uruguay Federico Valverde mwenye umri wa miaka 27. The Red Devils wako tayari kumjumuisha Kobe Maino kama sehemu ya kufanikisha dili hilo, wakilenga kuimarisha safu yao ya kiungo cha kati katika dirisha la mwezi Januari. Miamba ya soka nchini Ufaransa PSG iko tayari kukataa ofa ya euro milioni 120 kutoka kwa klabu ya Manchester City kwa ajili ya kiungo wa mataifa wa Ureno Joan Neves mwenye umri wa miaka 20. Mchezaji huyo amekuwa nguzo muhimu kwa mkufunzi wa timu hiyo Luis Enrique, hasa msimu uliotamatika na mtazamaji, hapo ndipo naweka nukta kwa taarifa za siku ya leo ya tarehe moja. Kumbuka, nimekuwa msomaji wako Peris Rimba, waliokuwa nyuma kamera akiwa ni kaka Isa, mwelekezaji akiwa ni Hanifa Yusuf, kwa niaba ya wote waliotamatisha, taarifa hizi ni kutakia usiku mwanana, tupatane panapo majaliwa.